Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi ameagiza taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa na TAKUKURU na jeshi la polisi kufanya uchunguzi na kuwakamata watendaji na viongozi waliohusika katika ugawaji wa shamba la hekari zaidi ya 3500 kwa mwekezaji wa kampuni ya Oxford Trading Limited kinyume na sheria. Taarifa ya Jimmy Mengele inasomwa hapa studio. Waziri Lukuvi ametoa agizo hilo baada ya kutembelea kijiji cha Mlilingwa, tarafa ya Ngerengere, mkoani Morogoro, kufuatia kuwepo kwa mashaka katika ugawaji wa mashamba hayo. Baada ya waziri huyo kulazimika kukagua sahihi za wanakijiji walioorodheshwa majina yao, wengi wao baada ya kuhojiwa walizikana sahihi hizo, huku baadhi ya majina yaliyotumika yakidaiwa kutokuwa ya wananchi wa eneo hilo. Ni wale wote waliohusika katika huu mchezo mchafu na agizo, wakamatwe, wa TAKUKURU iwashughulikie Kuanzia kijijini, wilayani, mkoani kama walihusika, mpaka wizarani kwangu kama walihusika, mchezo huu wote wahusishwe, wachunguzwe, wapelekwe mahakamani. Mwakilishi wa kampuni ya Oxford Trading Limited aliyohudhuria mkutano huo wa kijiji alionekana kushindwa kujieleza vema wakati akiulizwa maswali, kwa maelezo kwamba bado ni mgeni katika kampuni hiyo na kwamba hakuwepo wakati wa mkutano wa kuidhinisha kutolewa kwa eneo hilo mwaka walivyokuja kuchukua kuni kwa bado sijaingia ile kampuni sasa, in India, kwa ni? Nije kusikiliza maelezo alafu nikwambie tatizo. Mwenyewe yuko India, ndo tatizo kubwa eh. Anaishi India? Hapana, anaishi hapa bali, ila akaenda kwenye matatizo kidogo. Ana kampuni ya Sun Mining na na hiyo kwa ajili ya kuwekeza kwenye mashamba, alafu mmoja hiyo wanashughulikia mambo ya madini. Bahati njema, jambo hili limemkuta mezani mwezi wa kwanza, Dr John Pombe Magufuli amekataa. <klos> na mimi nimekuja hapa kuthibitisha hiyo dhambi mliolishwa nyinyi, na nimekuja kuthibitisha kwa sababu mambo haya yanatokea sana.